Karibu Soga za Diaspora, dukao ambao linachambua fursa pamoja na changamoto za maisha ya ugaibuni, na siku leo basi tutaangazia Korea Kusini kama nchi sahihi kabisa ya wewe kwenda kusoma au kufanya ujasiriamali. Na katika kutueleza yote, hatuko na director hapa, anaitwa Zubeda Abdul, ambaye yupo nchini Korea kimasomo. Dada Zubeda, nafasi na kuwa nawe na karibu sana katika kipindi chetu cha Soga za Diaspora. Asante sana. Mimi naitwa Zubeda Abdul ambaye ni Mtanzania nayeishi Korea Kusini kwa sasa okay. Sasa Zubeda, natambua huko Korea Kusini kimasomo, unaweza ukatueleza kwa ufupi uliendaje nchini Korea Kusini? Je, ulienda kwa kupitia scholarship au ulienda kujisomesha mwenyewe? Aa, mimi, Korea Kusini nilikuja kujisomesha mwenyewe okay. Na gharama za maisha kwa nchi kama ya Korea Kusini unazionaje? Gharama za maisha ya kuishi kule kusini ni rafiki kabisa kwa mwanafunzi, hata kwa mtu anayekuja kwa njia nyingine kama ujasiriamali na vitu vingine. Maisha ya huku ni affordable kabisa, kwa mimi sikuona kama kuna ugumu. Okay. Sawa. Sasa, pengine wewe, najua watu wengi wakipata nafasi za scholarship huwa wanazitumia. Wewe ulikosa scholarship au uliona ni rahisi zaidi kwenda kujisomesha mwenyewe? Ah, kwa mimi sikuomba scholarship. Niliona ni rahisi sana kwa sababu scholarship ina package yake na qualification zake, sio kana kwamba sikukizi qualification hapana, ila si, si, ni package yake tu kwamba nisikutaka kupitia scholarship. Nikataka niwe na jili pia mwenyewe iwe uh, okay. Na pengine unaweza kudavulia kwa nini ukutaka kupitia scholarship scholarship? <laughs> Yeah. Scholarship package yake inahusu, ukija kusoma kwa scholarship, inabidi usome mwaka mzima Korean language, afu mwaka unaofuata miaka miwili inayofuata ndio uje usome kozi ambayo umekuja kusomea. Kwa kwa mimi sikutaka yani kupitia hivyo mlolongo wote huo, yani nilitaka tu nisome miaka miwili, of course nilikuwa naitaka basi na niendelee kufanya shughuli zingine ambazo zimeleta nje ya kusoma pia. Maana nikuja kwa ajili ya kusoma na kuangalia na fursa zingine za ujasiriamali. okay, sawa. Sasa tutakuja kwenye swala la ujasiriamali, pengine ungeweza kutueleza kitu kimoja. Uh, kwa mtu ambaye anakuja kwa scholarship na mtu ambaye anakuja kusomesha mwenyewe, je uh, vibali vyao vya makazi vinafanana? Yaani wote mtaruhusiwa kufanya kazi, au wote mtaruhusiwa kufanya vitu ambavyo vinafanana, au kuna utofauti? Kuna utofauti. Kwa mtu anakuja kwa njia ya kujisomesha mwenyewe, anaruhusiwa kufanya kazi masaa sita kwa siku kwa mtu anayekuja siku zozote iwe holiday ama iwe siku za chuo zile, inategemea kwa sababu siku za chuo kuna siku mtakuwa mnaenda chuo, kuna siku zingine kama za nani nanili, Jumamosi na Jumapili, ambazo unaruhusiwa mwenyewe kufanya kazi pia kwa muda wa masaa sita. Ila kwa mtu anayesoma scholarship haruhusiwi kufanya kazi mpaka muda wa likizo, yani utakapofunga, watakapomaliza semester ile, wamefunga chuo, ndo wanaruhusiwa kufanya kazi. Uruhusiwi kufanya kazi wakati still bado wewe ni mwanafunzi bado, yaani still masomo bado yanaendelea. Ya, okay. Ndo asante. Na wewe unavyoona, umesema gharama za maisha ya mwanafunzi ni, uh, ni, ni za chini au ziko affordable, lakini unaonaje kwenye gharama za maisha uh, especially ukikompea katika miji mikubwa kama Seoul na miji mingine, especially kwa mwanafunzi ambaye anajisomesha mwenyewe, kwa tofauti ya miji hapo, kuna, kuna changamoto especially kwa Seoul kule ni expensive sana kwa maisha ya kila siku, kwa, kwa mwanafunzi kuya afford, lakini ukiwa unakaa kidogo pembezoni pembezoni, nje ya ule mji, maisha ni affordable kwa sababu unakuta hata gharama za rent, chakula na usafiri na vitu vingine ni affordable, tofauti na ukiwa unakaa pale Seoul. Okay, na vyuo vingi vinapatikana katika miji gani? Kwa sababu naweza na, na nika nikadhani kuwa katika mji kama Seoul kwa sababu ni mji mkubwa basi vyuo vingi vikubwa vitakuwa vinapatikana hapo au inawezekana kuna vyuo vingine vikubwa viko nje ya mji mkubwa kama Seoul yeah. Vipo yeah. Vyuo vingi ambavyo viko mm, ni vikubwa pia tena vingine ni, wa, ni vingi vya scholarship vinapatikana nje ya mji wa Seoul. Na ni vikubwa kabisa, yaani Seoul ni mji ndio wa kibiashara, ni mji mkubwa, lakini sio na kwamba pale ndio kuna vyuo the best kuliko ni miji mingine hapana. Ni kuna vyuo ndio pale, chuo nilichosoma mimi kiko pale Seoul lakini still sky pale so nakaa pembezoni mwa Seoul if. Lakini miji mingine pia ina vyuo vikubwa na vizuri tu ambavyo watu wanaenda kwa njia za scholarship na njia za private kujisomesha wenyewe. Okay, sasa, kama mtu angependa kuja kusoma Korea Kusini, ungemshauri akiwa anakuja kusoma Seoul, akae nje ya mji au akae ndani? Kama tutofautishe mwanafunzi ambaye anakuja kujisomesha mwenyewe na mwanafunzi mwenye scholarship, mwanafunzi mwenye, mwenye scholarship anaweza kukaa sehemu yote kwa sababu gharama zake zote zinakuwa covered, si ndio au kuna utofauti pia, na inabidi atafuta sehemu ambayo iko no. Mwanafunzi wa scholarship, package yao ina include hadi accommodation, na maana wao wanapewa hadi hostels za kukaa, wanapewa hela za matumizi ya kwa mwezi, wanapewa vyakula, hivyo kwa maisha yao yao yanayako ya tayari yanakuwa yako ya ya tayari yako chini ya uangalizi wa ile scholarship yao kila kitu kina kava pale. Mm. Kwao wanakuwa na hostel, kwa hiyo lazima wataishi pale pale chuo. Waga wanaishi pale pale chuo kwa sababu hostel zao chuo chuo kilipo ndo hostel zilipo. Kwa hiyo maisha yao, hawahitaji kupanga nje wala hawahitaji kulipa rent wala nini. Na pia still wanapewa hela ya matumizi ya kila siku kwa mwanafunzi pale wanapakeja upi. Ila anayekaa nje ndio ningemshauri akae nje ya mji wa so. Kwa sababu utakapokaa nje ya mji wa so utaweza kuafford na kutumia gharama zako za maisha zitakuwa ndogo kutofautisha na ukikaa kule mjini kabisa. Hata Kaya... Okay. Kuna... Usafiri huko, usafiri uko vizuri hata kama ukikaa nje ya mji wa Seoul una uwezo wa kufika shuleni na kufanya mambo yako bila, bila tatizo kwa muda unaotakiwa. Kwa muda unaotakiwa. Usafiri upo vizuri na gharama za usafiri wala sio kubwa. Ni zina affordable kabisa. Okay, na okay. Sasa pengine kwa mtu ambaye anakuja kwa kujisomesha mwenyewe uh, ushauri ni kuwa akae nje ya Seoul au atafute chuo katika mji ambao kidogo uko affordable kuliko katika mji mkubwa kama Seoul. Yote yanawezekana. Kama utapendelea kupata kama ume, sababu vyo vya private pia kuna vyo vya international na vingine havichukui watu ambao sio Wakorea wenyewe. Kwa hiyo unaweza ukaangalia miji ambayo iko mbali ukakosa chuo ambacho kinachukua international students. Kwa hiyo inabidi tu wapaye kilichokopa pale Seoul lakini kwa sababu kunafikika, yaani sio kama Tanzania labda uwezo ukawa unasema labda usafiri ni mbali au changamoto za foleni na nini, hapana huku usafiri hausumbui. Kwao ni kunafikika. Kwa kwetu tutakaposoma ni kunafikika. Yaani miundombinu yao ya usafiri kwa kweli kwa vizuri kwamba haita kukatisha wewe kushindwa kufanya mambo yako vile yanavyotakiwa. Kwao ni unaweza ukaapply chuo Seoul lakini pia ukasoma ukaishi nje ya Seoul ukaishi pembezoni yani, ili ku afford gharama zote yani, maisha yako yakawa tu rahisi ya kiasi. Sasa pengine kuna urahisi gani kwa mwanafunzi ambaye atakuwa amemaliza elimu yake kubaki nchini Korea ili kuendelea kufanya kazi au kujitafuta kimaisha iwe ujasiriamali au kazi ya kuajiriwa. Kwanza, sheria ya wanafunzi hapa Korea, wote uwe wa scholarship au unajilipia mwenyewe, ukishamaliza kozi yako ile ambayo kusoma hicho kilichokuleta kusomea, unapewa visa ya miaka miwili ambayo unakuwa na renew kila baada ya miezi sita kwa ajili ya kutafuta kazi, kwa wale wanaotaka kuendelea kubaki, kwa sababu kuna wengine wanamaliza immediately wanaenda wanarudi manyumbani kwao. Lakini kuna wengine wanataka kubaki kuangalia fursa mbalimbali na kutafuta kazi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo hapo una, una opportunity unaopata kama mwanafunzi, unaongezewa muda wa ziada ambao ni miaka miwili ya kutafuta ya visa ya kutafuta kazi. Yenyewe inavyoitwa hiyo visa kwa ajili ya kutafuta kazi, unakuwa na nyuo kila baada ya miezi sita. Kwa hiyo kwa muda huo wa miaka miwili, kama wewe kweli unataka kutafuta kazi, ina maana kwa muda huo utafanikiwa kuipata hiyo kazi, kwa kama umelishi ume hizo qualifications za kupata kazi kama wewe unatafuta biashara na kila kitu, ina maana unatakiwa utumie huo muda kwa ajili ya kukamilisha hayo mambo yako ili kusudi uweze kushift make, kwa sababu baada ya hiyo miaka miwili unatakiwa ushift, either kama unarudi tena kwenye student visa ukaendelea, laba kama ulikuja kwa masters ukaendelea na PhD, au kama kwa kwa wale walioko salaba biashara na still bado wanataka kuendelea kujitafuta hapa, ina maana mtu atatafuta, atabidi arudi tena chuo ili kusudi aendelee kurudi tena kwenye wanafunzi visa yake, kwa sababu hautaongezewa muda tena wa ile viza ya kutafuta kazi ikishaisha miaka miwili, kuna ku, haja ya kubadilisha viza, aina ya viza ambayo umeenda nayo, kama umemaliza shule unataka kuwa mjasiriamali au ni viza ile ile unaitumia? Kuna haja ya kubadilisha viza kwa sababu viza ya student ukishamaliza hmm tu chuo immediately inakuwa haifanyi tena kazi pale, inabidi uchange kwenda hiyo visa ambayo inakuhusu wewe kutafuta kazi. Na hapo sasa, kama wewe ndio mjasiriamali umeshafu labda una kampuni Tanzania au una kampuni hapa, ina maana kuna qualifications za kuchange kutoka visa ya hiyo ya kutafuta kazi kwenda hiyo visa ya business. Kwao watakupa mlolongo wao pale, waga zinapatikana hata kwenye website zao ukisearch kwao. Kama umeona umekidhi hivyo vigezo na unataka kuchukua business visa, ina maana utachange kutoka hiyo viza ya kutafuta kazi kwenda kwenye viza ya business ambayo hiyo na yenyewe ni ya muda mrefu tu, kwa watu unakuwa unalinyu, kwa sababu biashara ni ipo tu kwao, utakuwa unalinyu unalinyu mpaka pale utakapomaliza biashara zako na Korea. Na ukiangalia kuna mlolongo mkubwa sana wa kupata vibali vya makazi. Kwa mfano unatumia muda gani mpaka unakuja kupata kibali ambacho kinakuruhusu kufanya kazi au kufanya ujasiriamali, ni muda wa wiki, miezi au ni siku? Kwa mfano kama sisi wanafunzi ambao tukitaka kuchange visa kwenda visa nyingine, waga ni siku hiyo hiyo unachangewa yani, ninatumia siku hiyo hiyo. Kitakachokufanya wewe uchukue muda mrefu ni kusubiria tu ile ID ambayo unachukua baada ya mwaka, sababu ID lazima ibadilishwe pale details zako, kwamba wewe sasa hivi hauko katika visa hii, upo katika visa hii. Hiyo ndio utaenda kuchukua baada ya mwezi, lakini documents zako kila kitu kinakuwa siku hiyo hiyo, unaenda kuchange, kila kitu kinakuwa kimebadilika Siku hiyo hiyo ni kitu ni, ni issue ya siku moja, yani haina mlolongo mrefu, yani kitu ambacho unaweza ukakusanya document zake kushakamilisha, unaenda pale tu immigration, wanakufanyia ni kitu ni process ya siku moja, imeisha basi, unaenda tu kuchukua ID yako kwa wanita... process ina kwa process ni siku moja, lakini document zinatoka baada ya mwezi mmoja. Yes. Yaani ni kitu kizuri kwa sababu hapa uh, nilipo mimi mara nyingi vitu vinachukua si chini ya miezi mitatu na vinaweza kufikia mpaka mwaka. Kwa hiyo nadhani hiyo process ni nzuri zaidi kwa sababu imerahisishwa. Yes. Sasa pengine tukiwa tunaangalia bado katika swala la elimu, nafahamu wewe umesoma Tanzania, umesoma chuo Tanzania na uh, umeenda Korea katika kufanya masters. Pengine unaweza ukafananisha vipi au ukalinganisha vipi ubora wa elimu katika nchi ya Tanzania na nchi kama ya Korea? Ah, um, kwa kulinganisha, kitu ambacho nimeona cha tofauti ni kwamba wenzetu wamejikita sana katika elimu ya vitendo. Hicho yeah, huo ndo uzuri ambao kwamba, uko elimu yao ni ya vitendo zaidi, so kama Tanzania kule elimu nyingi tu inakuwa ni ya darasani tu mnasoma theory nyingi. Lakini huku elimu yao iko ya vitendo, yani na teknolojia pia imeendelea. Tofauti na teknolojia ambazo tunatumia kufundishwa kule Tanzania na kila kitu. Lakini huku teknolojia pia imeendelea, yani kiasi kwamba elimu yao mpaka inaonekana ni rahisi ukilinganisha na Tanzania. Okay, ni vitu gani ambavyo unaweza ukatuonyesha ambavyo kuna urahisi kuna hmm, kuna utofauti gani kama darasani ambavyo unadhani kwa nchi kama Tanzania wakati unasoma vilikuwa vinakosekana. Ah, kwa mfano kama ukiwa unasoma issue za ujasiriamali ya huku Korea tofauti na Tanzania. Tanzania utasoma ndio issue za entrepreneurship kila kitu, lakini utasoma darasani vile jinsi ya kufanya kila kitu darasani. Lakini huku Korea wana uwezo kukutanisha na makampuni mbalimbali na wafanya biashara wakubwa kubwa. At least ukauliza ukajifunza tofauti kutokana na watu wanavyofanya in, in real life tofauti na vile unavyosoma darasani. Yes. Sa. Na hii ufanye ujasiriamali au uende um, kuisha maisha ya kawaida nchini Korea Kusini. Na imagine kuwa lugha ni kitu muhimu. Je, Yes. Je, unadhani kwa mtu ambaye hajui lugha ya Kikorea au kuna vikwazo vikubwa kiasi gani ambavyo vitamzuia yeye kufanya ujasiriamali uh, katika mazingira kama Kwa huku Korea kwa lugha ya Kikorea cha kwanza. Opportunities za kujua lugha ya Kikorea zipo nyingi Sawa, kutakuwa kuna changamoto usipokuwa na usipojua lugha ya Korea au communicate na watu ambao unafanya nao biashara hivyo, lakini opportunity za kusoma Kikorea ni nyingi, kwa sababu kuna clubs pia ambazo zinafundisha Kikorea free kwa watu ambao foreigners. Kwa hiyo unaweza ukajoin ukiwa huku, ukajoin ukajifunza Kikorea kupitia hizo clubs ambazo zingine ziko online, zingine unaweza ukaenda wana classes uka attend kama una muda wa ku attend ukajifunza kama unataka kujifunza. Pia wengine wanajifunza hata kwa, kwa njia za hmm, YouTube hizi wakajifunza kwa sababu kwenye biashara tofauti na darasani kwamba utataka kusoma vile inavyotakiwa kila kitu, lakini kwenye biashara unaweza ukajifunza tu ile namna ya kucommunicate kutokana na, na kitu ambacho unafanya jinsi gani una communicate na hao wanao wanao kupa wewe huduma zako za biashara mtokao kuifanya au huku Korea um, make biashara nyingi na watu wana wanatrans, transport vitu kutoka huku kupeleka Tanzania. Kwao ni unaangalia tu jinsi gani nitaweza kucommunicate na wao huko Korea hapa na hitaji hichi hichi hichi hivyo kishindwa, ndio kuna njia za Google translation watu wanatumia hizo ya yeah. Yeah. Na kuna idadi kubwa ya watu ambao wanaongea lugha kama Kiingereza kwa sababu najua mtu asipojua Kikorea, kama anajua Kiingereza ana uwezo wa kutumia Kiingereza kama medium ya ku na mtu ambaye ni mwenyeji. Je, kuna kwa Korea wengi ambao wanajua kuongea vizuri Kingereza? Yep. Wapo wanaojua kuongea vizuri Kiingereza, lakini ni hawapendi. <laughs> ila wapo wa Korea ambao wanajua kuongea Kiingereza. okay. wengi tu yao, hata kwenye maduka tunapoenda, ukimuuliza mtu kwa Kiingereza, wengi wanakuwa wanakuhudumia kwa Kiingereza, lakini nahisi wanaiweka lugha yao mbele, nahisi na wao wenyewe wanataka tuwajifunze kwa lugha yao kurahisisha communication. Na je wewe unaongea Kikorea? Hapana <laughs> kidogo sana. Kwa hiyo hukuona umuhimu wa kujifunza Kikorea, kwa sababu mambo yako yanaenda vizuri au nadhani unahitaji uh, muda zaidi kujifunza nahitaji muda kwa sababu kama sasa hivi ndo naendelea kujifunza Kikorea kidogo kidogo, nahitaji muda sana zaidi wa kuendelea kujifunza Kikorea ya, yeah. Ndio kama hivyo, sasa hivi ndo nimeutumia huo muda baada ya kumaliza chuo. Kwa kipindi kile nilikuwa nashindwa pia kwa sababu nilikuwa niko busy chuo na hizi na kazi ambazo zinaweza kuwa nakwambia, watu tunafanya kwa, kwa, kwa masaa sita hivyo, kwa nakuta huna muda wa kutafuta zile classes ambazo zinafundisha kwa hiyo ukitoka chuo au maybe una darasa jioni, inabidi asubuhi labda unakuwa kwa kazini, kwa hiyo unakosa ule muda wa kujifunza Korean language. Kwa hiyo baada ya kumaliza ndio nimepata huo muda ambao wa kutulia sasa kuanza kujifunza taratibu na uh, pengine tumezungumzia swala la kielimu na urahisi na unafua gharama, lakini unadhani ni kozi gani ambazo wewe baada ya kukaa Korea unadhani ni vizuri kwa watu ambao wanatoka Tanzania kwenda kusoma hii ukizingatia kuwa nadhani kuna kozi nyingine ambazo zitakuwa zinafundishwa kwa lugha tofauti kama Kiingereza, lakini kuna kozi ambazo zitakuwa zinafundishwa kwa Kikorea pekee. Je, wewe kwa uelewa wako nadhani ni kozi gani ambazo ni sahihi kwa mtu kutoka Tanzania angependa kwenda kuzisoma nchini Korea, lakini si lazima kupitia Kikorea? Ya, kwa mimi kozi ambazo naweza nikatoa mapendekezo ni kama mtu anataka kuja kusomea ishu za biashara na ujasiriamali, ishu za teknolojia, hizo ni nyingi ambazo zinafundishwa in English. Lakini kama mtu anataka kuja kusoma kwa njia ya kuja kusoma udaktari na, na masuala ya sheria, hizo kozi zote huwa zinafundishwa kwa Korea, inabidi ukijua Kikorea, kukisoma, kukiandika na kukizungumza, akifundishwa in English. Kwa hiyo kwa mtu ambaye kwa mfano anayetoka Tanzania, kitu ambacho ningemshauri kama anataka kuja kusoma ishu za biashara na masuala ya teknolojia huku ni rahisi sana kwa sababu anaweza kupata chuo cha English ikawa ni rahisi kwake. Ila kwa mtu pia ambaye anapendelea kuja kusoma kulea maswala ya udaktari na sheria, sawa naweza nikamshauri lakini ningemshauri kwanza aanze process before hajaanza ku apply chuo chake ya masuala ya wa, ya udaktari anataka kusoma, kwanza apply lugha aje asome lugha huku. Mm. ajifunze vizuri ili kusudi iwe rahisi kwake hata kama anakuja kusoma kozi zake iwe rahisi. Asante kwa maelezo hayo. Sasa pengine kuna kitu kimoja ambao najua ni sensitive kidogo. Mara nyingi sana nchi za ughaibuni nyingi zinakuwa zina ubaguzi wa rangi au uh, niseme racism. Je, um, yeah, Korea ni mojawapo ya nchi ambazo zina ubaguzi mkubwa sana wa rangi? Na kama ndio, ulishawahi ku experience kitu kama hicho? Hapana, kwa kweli mimi kwa miaka yote mitatu ni nilokaa hapa Korea hicho kitu sijawai kuki experience. Wala hakuna kitu chote, huduma zote naona tunapatiwa kawaida huko mahospitalini shule na sehemu zote zile ambazo zinahitaji kupatiwa service yote unapatiwa tu sawa haina upendeleo kwamba huyu ni mkorea apewe huyu ni mtu mweusi asipewe hapana ubaguzi kwa kweli sija experience wala sijasikia malalamiko hayo bado okay. kwa hiyo nadhani kwa, kwa mtanzania wote ambaye angependa kuja kusoma nchini korea. korea korea ni nchi sala, salama kabisa ambayo anaweza kaja kufanya mambo uh, yake mengi bila ku experience ubaguzi wala uh, uh, segregation ya aina yote ndio